Yeah, yeah, yeah, kasa Kinondoni kwao Yaya, mambo yake si ajui ya kuswali mpaka Ijumaa. Mi siwataki mashewa hivo, siwataki ile, mpaka Ijumaa ile ya wengi wanaenda wote, ndo unamuona nado na yeye ndo, hata Ijumaa naeza siende asinde mpaka mgombane, akati msikiti upo hapo nyuma. Wewe Feisal mara mwisho umeona msikitini? Fei bwana, Fei anaendaga lakini, naye mpaka ndio kwa mbinde, yani mpaka mpaka umwamshe. Ila ukimwacha tu amenaniliwa aende lakini anaenda anaenda, lakini sio mara nyingi mpaka mm. E, hizo maacha zenyewe ndo mpaka, ndo mpaka muende kumwamsha mm. Mzungumzie sana maneno ya Mungu ya kutishatisha, ndo kula sio ambavyo ananunua vya watu. Vyakula vya watu anapenda sana hivyo umenunua yeye aje kula. Ila yeye za kununua ndo mle. Hapo ndo kwenye kipengele. Anajenga kiwanda Zanzibar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Ah, kile sasa hivi sio koti, kama sasa hivi anaokota kwangu. Kuna safari ambazo tunasafiri na basi zile, kuna sehemu ambazo tunasimama, chakula alikuwa ananunulia. Sasa hivi anaanza kurudisha hela zake, naye anaanza kuchukua hela zake

Taratibu mkorofi umu ndani nani, mkaambiwa msindo tena. Kile kingine ambacho kilikuja kwa kujidhihirisha, umekuja hapo ukampiga fimbo. Umeona sasa hali niliyokuwa nakwambia, hapo umefika ukaanza kumtukana tena Juma. Juma yule pale umefika biashara zake za magendo. Lakini sasa kitu kingine ambacho kimekuja Nikajaribu ngoja nje nikuulize, wewe kweli muuni msela, sina uni wote na sijakaa sehemu yote ya kiuni. Mara ya mwisho kumsikia Rosajo Mwaikenda anaenda kanisani kwa bidii mara mwisho nenda kanisani leo, nakumbuka, sio? Ilikuwa kuna kanisa fulani hivi, kulikuwa na sherehe, kulikuwa na msosi, ndo aliendaga, alitafutaga mpaka nini, siweza kutambana, kutambana nyeusi. Ndo mara mwisho aenda kanisani, baada hapo wakwenda tena. Naenda sana naenda sana lusaje mpaka kwa, kwa matukio. Hey, mi naenda sana naendaga sana na ndugu yangu mmoja mtumishi wangu mmoja, mm. mmoja adofu alinialika mm. kwenye kanisa ambalo aa ambalo nipo pale sasa hivi Yaya mpaka Ijumaa ya, ya Ijumaa mm. ibada Yani, mmezunguka mnataka yanim, yanim, msunguka, kufanya ibada ya kwa pamoja nani shehe mnayemwamini kigeni. Eh, yani mmekaa wachezaji wote, alafu no, mwalimu anakuambia nyie jicheueni mmoja aje aombe dua do. dua na, anaomba <laughs> inafika ina, mapema sana

Chaima hapo. Eh. Eh. Ipo vizuri, ipo vizuri. Mm. Ah, vi